Karibu tuangazie nyota ya ng'ombe dhidi ya nyota ya mashuke, muungano wa ardhi mbili, utulivu unapokutana na ukamilifu wa kiakili. Awali ya yote, nikuombe usabuskribu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Ng'ombe na mashuke ni nyota mbili zenye asili ya udongo ambazo zina mizizi ya kina kwenye maisha ya kweli. Zinapenda utulivu, vitendo na uhakika. Wanapokutana ni kama ardhi inapopata mbolea na maji kwa wakati mmoja. Matokeo ni maisha yenye usalama, ufanisi na malengo ya muda mrefu. Uhusiano wao unakuwa wa kujenga, si wa kuvunja. Wanaelewana kirahisi kwa sababu wanazungumza lugha moja, ile ya vitendo, maadili na upendo wa kweli usio na drama nyingi. Tuangazie katika mapenzi. Ng'ombe ni mpenzi wa vitendo, anayejali kugusa na kutoa kwa moyo. Mashuke naye ni wa kuonyesha mapenzi kwa huruma, kujali undani na kuhakikisha mwenza wake yuko sawa. Wanapopendana, mashuke anathamini uaminifu wa ng'ombe na upendo wake wa kweli. Ng'ombe huvutiwa na hekima, busara na uangalifu wa mashuke. Changamoto kuu, mashuke anaweza kuwa mkosoaji sana, hali inayomuumiza ng'ombe Ng'ombe anapokuwa sugu kubadilika, mashuke huanza kukosa uvumilivu. Ni uhusiano unaojengwa kwa msingi wa kuheshimiana, uaminifu na maisha halisi bila maigizo. Tuangazie katika kazi na biashara. Wote ni wachapakazi wa kweli. Ng'ombe ni mfuatiliaji na mkomavu katika maamuzi ya kifedha, huku mashuke akiwa mtaalamu wa kupanga upya na kuboresha taratibu. Wakiwa kazini au kwenye biashara Mashuke huletea timu utaratibu na ufanisi, ng'ombe huleta msimamo, subira na kutekeleza hadi mwisho. Changamoto: mashuke akikosolewa, anaweza kuwa mwenye wasiwasi. Ng'ombe anapolazimishwa kubadilika kwa haraka, hujibu kwa ukaidi. Huu ni muunganiko wa watu wawili wenye maono ya kuleta utulivu wa kifedha na mafanikio ya kweli. Tuangazie kwenye afya na maisha. Ng'ombe na mashuke wote ni wapenda afya, lakini kila mmoja kwa njia yake. Ng'ombe hupenda kupumzika, kula vizuri na kufurahia starehe za maisha. Mashuke ni mpangaji wa mazoezi, lishe sahihi na utaratibu wa maisha ya afya. Wanapoishi pamoja, wanaweza kuwa na nyumba ya kupendeza yenye usafi, mandhari ya utulivu na mipango madhubuti ya siku zote. Mashuke humtia moyo ng'ombe kuishi kiafya zaidi, huku ng'ombe humfundisha mashuke kufurahia maisha bila kujichosha sana. Changamoto: mashuke anaweza kuwa na wasiwasi kupita kiasi kuhusu afya na usafi. Ng'ombe anapokuwa mvivu au kupenda kupumzika sana, mashuke anaweza kuchukizwa. Kwa pamoja, wanajenga maisha yenye afya, utulivu na urembo wa kifamilia wa kweli. Tuangazie kwenye tabia na changamoto. Ng'ombe anaongozwa na Venus, ni mpenzi wa uzuri, utulivu na uaminifu. Mashuke anaongozwa na Mercury, ni anayefikiria sana, anayeangalia undani na anayejali watu kimya kimya. Tabia zao zinazovutia: mashuke humsaidia ng'ombe kutazama mambo kwa undani zaidi, ng'ombe humfundisha mashuke kufurahia maisha kwa moyo mwepesi na kutulia. Changamoto: mashuke anapokosoa kupita kiasi, ng'ombe anaweza kuhisi hajakamilika. Ng'ombe anapokuwa na msimamo mkali, mashuke anaweza kukata tamaa kimya kimya. Wakiwa na mawasiliano ya wazi na kuvumiliana, huu ni uhusiano wenye usalama wa kipekee. Ng'ombe na Mashuke ni moja wa uhusiano wa dhahabu kwenye ulimwengu wa nyota. Wote wana malengo halisi, misingi ya maadili, na wanapenda kujenga badala ya kubomoa. Ni uhusiano wa watu wanaowaza mbali, wanaopenda kujenga maisha ya kweli yenye afya, ustawi wa kifedha na familia imara. Je, wewe ni Ng'ombe au ni Mashuke? Umewahi kuwa na uhusiano na upande mwingine? Ulikuwa wa mafanikio au vilio vya kimya? Fuatilia mfululizo wetu wa nyota kwa uchambuzi wa kina zaidi. Usikose sehemu zinazofuata, subscribe, like na share, na tuendelee kutangaza ulimwengu wa nyota kwa sauti na nuru. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya ng'ombe na mashuke. Basi ni kusihi Usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, baibai.